Mnamo tarehe 14 Oktoba mwaka 2025 serikali ya awamu ya sita ilitoa tangazo la wito wa vyuo na taasisi mbalimbali za mafunzo kushirikiana na serikali kutoa mafunzo ya wanagenzi kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Katika zoezi hilo, jumla ya vyuo 103 viliomba kushirikiana na serikali baada ya upekuzi na michakato mbalimbali ya, uchabu, ya uchambuzi jumla ya vyuo 47 vilichaguliwa kutoa mafunzo haya. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka pia mnamo tarehe 5 Desemba mwaka 2025, ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ajira na mahusiano, ilitoa tangazo kwa umma kuhusu vijana kuomba kushiriki mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo 47 nchini, katika fani za ubunifu wa mitindo, ushonaji nguo, ufundi bomba, uashi, useremala, uchomeleaji uungaji vyuma, upakaji rangi na maandishi ya alama, upishi, utengenezaji wa vipuri vya mitambo, ufundi wa magari na mitambo, ufundi wa umeme wa majumbani na viwandani, umeme wa magari, ufundi wa huduma za hoteli na utalii, uchakataji madini na ufundi vyuma. Fani hizi ni muhimu sana kwa vijana wetu wa Kitanzania kwa kuwa zitawawezesha kupata ujuzi ambao utawezesha kujiajiri au kuajiriwa. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwajulisha kuwa jumla ya vijana 20247 waliomba kushiriki mafunzo haya ya uanagenzi. Baada ya mchakato wote kukamilika, napenda kuwatangazia kuwa vijana 5746 wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya uanagenzi. Vijana hawa wanatakiwa kuripoti katika vyuo walivyopangiwa kuanzia tarehe 19 Januari 2026. Nimalizie kwa kutoa wito kwa vijana wote waliopata fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameitoa kwa ajili ya vijana wetu wa Kitanzania waweze kushiriki mafunzo haya na kuripoti vyuoni kwa tarehe iliyotangazwa. Na pia vijana hawa tunawasisitiza kuwa na nidhamu, kusoma kwa bidii na kufuata sheria na taratibu za vyuo. Vilevile, wazazi na walezi, ndugu na jamaa wa vijana hawa waliopata fursa katika awamu hii, waweze kuwasisitiza vijana hawa waliochaguliwa kushiriki mafunzo haya bila kukosa, kwani mafunzo haya yana faida kubwa kwao binafsi. Kwa kuwa serikali hii inayowajali vijana imeanza sasa msukumo wa kupeleka fedha za ufadhili kwa ada, na tutaendelea. Hii program ni endelevu, tumeanza kwa mwaka huu wa fedha, tutaendelea pia kwa mwaka ujao wa fedha. Pia tuendelee kuhakikishia vijana wetu, tutaendelea kuwapa ushirikiano ili waweze kushirikia mafunzo kikamilifu bila kupata bughudha yoyote na tutawafuatilia kwa ukaribu wakati wote wa mafunzo haya.